Ni siku muhimu, siku ambayo tunaadhimisha siku ya wanawake duniani. Katika makala hii, tunaenda kuangazia nguvu na jitihada mbalimbali mbali ambazo wanawake wanawekeza katika kutekeleza majukumu yao. Tunaamini kwamba hakuna kazi maalum ambayo eti ni kwa ajili ya jinsia fulani. Wapo wanawake ambao wanaishi kauli hii, lakini pia wapo kina baba ambao wana uwezo wa kuthibitisha ya kwamba wanawake wanaweza. Karibu tuungane kwa pamoja kuweza kuyashuhudia hayo yote tukiwa tunasherehekea siku ya wanawake duniani leo, tarehe nane mwezi wa tatu. Tutambue kwamba siku ya wanawake duniani ilipatikana kwa jitihada za wanawake wao wenyewe, ikiwa na mlengo wa kutokomeza ubaguzi wa kijinsia karibia katika sekta mbalimbali mbali. Na tunaona sisi hapa Tanzania tumepiga hatua kubwa sana tumeona, kuna baadhi ya mataasisi makubwa yanaongozwa na wanawake na anafanya vizuri sana lakini pia tunaongozwa na rais ambaye ni mwanamke, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ni kwamba Tanzania tumeshapiga hatua kubwa sana, na nitumie fursa hii pia kuwahusia na kuambia wanawake kwamba wanawake tunaweza. Kwa muda mrefu imekuwa ikiaminika kwamba wanawake hawawezi kufanya baadhi ya kazi, lakini mimi ni kama shuhuda, wanawake tunaweza kwa kuwa tuna fanya kazi sio kwa kufikiri, bali kwa uwezo wetu, kwa bidii, lakini kwa uthubutu. Katika sekta ya uhifadhi na utalii, kama tunavyofahamu, maeneo mengi yako katika maeneo ya misitu uh, Maeneo yale yana wanyama wakali sana, lakini tumeweza kuona ni namna gani wanawake wanashiriki katika kupambana na majangili ambao wanaingia kuchukua nyara za, za taifa uh, Hakuna kuchagua wanawake kwa kweli wanaweza na ile dhana sasa maana yake haipo mwanamke anaweza akafanya chochote kile popote atakapokuwa ikiwemo katika shughuli hizi za uhifadhi na na utalii ah, katika siku hii kuna kauli mbiu ya wanawake na wasichana mwaka elfu mbili na ishirini na tano tuimarishe haki usawa pamoja na uwezeshaji unajua katika a, maisha yetu tumejikuta kwamba wanawake walio wengi wanadhani kuna vitu hawawezi kuvifanya, na kwa kipindi cha nyuma ilikuwa ni hata huo uh, nafasi ya kufanya uh, chochote kile ambacho mwanamke anatamani kukifanya ilikuwa nafasi ni ndogo sana kwa wanawake walio wengi. Kwa hiyo kwa sasa tunaona uwezeshaji umekuwepo na katika kuendelea kuimarisha, tunaamini uh, kabisa kwamba wanawake walio wengi wanaweza wakafikia ndoto zao. Najivunia kuwa fundi mechanics hapa Temesa Dodoma na wasichana wengi wanahisi hii kazi ni ngumu, labda ni kazi ya kiume, lakini kwangu mimi ni kazi ninayoipenda. Kwa hiyo katika hii siku ya wanawake duniani, napenda kuwashauri wasichana wenzangu, wanawake wenzangu, kuwa hakuna kazi ya kiume wala ya kike. Serikali imefanya jitihada kubwa sana katika kuweka mazingira wezeshi ili mwanamke aweze kushiriki so katika shughuli za kiuchumi. Kuna maboresho ya sera na sheria yamefanyika ili kuweka mazingira wezeshi. Kwa mfano, kuna sera ya uwezeshaji wananchi kiuchumi, sera ya huduma ndogo za fedha, lakini pia kuna sheria sheria ya ardhi, sheria ya ya manunuzi ya umma ambayo tunafahamu kabisa imetenga asilimia thelathini ya manunuzi ya umma iende kwa makundi maalum na wanawake wakiwemo. Kwa hayo ni mazingira ya uwezeshi ambayo serikali imefanya, lakini pia kumekuja na programu mbalimbali, mifuko ya uwezeshaji na programu za uwezeshaji. Kwa hiyo, wanawake, tusikae ndani, tutafute taarifa ili tuweze kujua fursa ziko wapi na namna gani wewe mmoja mmoja, ama kwa kikundi chako, unaweza kunufaika na fursa hizi za mikopo, za mafunzo na, na kadhalika, ili uweze kushiriki katika uchumi wa nchi yako. Leo katika maadhimisho ya Siku ya Wanawake Duniani, na imani kubwa kwamba wanawake wa Tanzania pia leo wana furaha kubwa kusherehekea siku yao. Mimi kama baba wa familia, ni wa wenzangu Watanzania tuweze kuwasapoti uh, wake zetu wanawake kwa ujumla kwenye jamii, ili basi taifa letu liweze kusonga mbele. Tukiwa katika maadhimisho haya ya siku ya mwanamke duniani leo, nawaomba wanawake wote kujiamini, kuto kukata tamaa, lakini pia kuwa na ujasiri kama alivyotudhihirishia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika uongozi wake, na hii inaonyesha kwamba wanawake wanaweza, na wanawake wana mchango mkubwa katika kuleta maendeleo ndani ya taasisi na taifa kwa ujumla. Leo tumejifunza jambo moja kubwa sana kwamba wanawake wakiamua, wanaweza. Tunapoyazimisha siku hii ya wanawake duniani, tuwapongeze wanawake wote ambao wamethubutu na wanaziishi ndoto zao. Siku ya wanawake duniani ni siku ya kusherehekea usawa na uwezo wa mwanamke katika kuziishi ndoto zake. Heri ya siku ya wanawake duniani.